Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia miti shamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu uchawi unaokuamisha mafanikio yako na ninakuletea elimu uweze kufahamu uchawi wa Harutin wa Marutin. Uchawi huu ulifundishwa na malaika wawili katika nchi ya Iraq katika mji wa Babylon kwa ajili ya kutupatia sisi mtihani. Je, ni uchawi upi ambao unauzungumzia hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Kuna uchawi unaotokana na mchanga wa kaburi la mtoto. Uchawi huu ukifanyiwa katika maisha yako, sahau kupata vitu vikubwa vikubwa vyenye thamani. Na ukifanyiwa uchawi huu wa mchanga wa kaburi la mtoto, maana yake wewe utakuwa unapata vitu vidogo vidogo kama vile watoto wanapokuwa wanapewa vitu vidogo vidogo kama vile pipi. Huwezi kupata vitu vikubwa kama vile nyumba ukapata gari katika maisha yako, japokuwa ni mtu ambaye unapambana usiku na mchana kuondokana na dimu ya ufukara. Utajikuta ukiwa umefanyiwa uchawi huu Kadi unavyozidi kupambana badala upate kipato kikubwa, unakuwa unapata kipato kidogo. Unashangaa siku nzima unapata shilingi elfu saba ukipambana sana unapata shilingi elfu kumi na hiyo hiyo uigawe katika mahitaji yako. Na kuna uchawi wa pili unaetokana na mchanga wa kaburi la mzee aidha babu aidha bibi. Ukifanyiwa uchawi huu katika maisha yako, sahau kabisa kupata mafanikio ya haraka. Unaweza ukawa ni mtu mpambanaji, unapambana sana, unatarajia kupata mafanikio baada ya miezi miwili lakini kile unachokuwa unakitarajia unakuja kukipata baada tatu, yani, yale, ya miaka mitatu au miaka mitano mbele, yaani yale mafanikio unayapambania kwa haraka na kwa juhudi kubwa sana yanakuwa yanakuja yani slow, slow, yanakuja taratibu, kama vile ambavyo mzee anavyokuwa anatembea taratibu, na ndivyo wewe mafanikio yako yanakuwa anakuja taratibu na sio watu wengi walifanikiwa uzeeni, sio kwamba sio watu wapambanaji au walikuwa sio watu wenye kupambana, hapana. Unakuta watu wamefanyiwa maagano na uchawi huu wa mchanga wa kaburi la mzee wa zamani. Unakuta kaburi la mzee mwenye miaka tisini na tano miaka mia aliyekufa muda mrefu sana, mchanga wake unatumika kwa ajili ya kukwamisha mafanikio yako yasifanikiwe kwa haraka. Na vile vile, kuna uchawi wa tatu. Uchawi huu unatumika sana hasa katika kaburi la bubu mtu aliyekufa alikuwa ni bubu. Mchanga wake unatumika sana pia katika kufungwa, hasa katika kukosa kauli ya kujiamini unapokuwa unajieleza katika idara fulani kwa ajili ya kupata kitu fulani ni unakuwaga ni mtu ambaye chochote ambacho no unachokuwa unakifanya katika maisha yako kinakuwa sio chenye kusikilizwa. Hata uongee jambo lenye maana, jambo lako linakuwa linaonekana halina maana. Unakuwa sio mtu mwenye kuthaminika, kauli yako inakuwa ni yenye kudharauliwa. Kila no unachokuwa unaongea watu wanaona kama huongee kitu, yani huongee kitu kinachoeleweka. Huu ni uchawi mbaya sana. Unaweza kashangaa unafanya kitu chenye thamani kwa mke au kwa mume, kwa ndugu, kwa rafiki, wale watu wanakuwaga hawaioni ile thamani ambayo unaitenda kwao, hawaoni wema wako unayowafanyia zaidi ya kuona mabaya yako. Huu ni mchanga wa kaburi la bubu. Na kuna uchawi wa nne. Uchawi huu ni uchawi wa kamba, unakuwa kama unawekewa uzio na watu wabaya, wanakulia maagano kwamba fulani kipato chake kinatakiwa kiishie aidha milioni mbili. Ukivuka katika milioni mbili, yanaanza kutokea majaribu, inaanza kutokea mitihani, mara kimetokea hiki, mara limetokea lile, mara umepata shida hii. Ni mradi tu fedha yako ile iteketee iishe, ushindwa kufanya jambo la msingi. Huu ni uchawi wa kamba utakiwi kuvuka upate milioni kumi au milioni tano. Ukifika tu kwenye milioni tano unapata matatizo, unashangaa ghafla ile fedha inaisha pasipo kujua imeisha katika misingi gani. Kwa katika maisha yako unakuwepo kwamba wewe ni mtu ambaye unasogea mbele hatua tano unarudi nyuma hatua kumi, unakuwa sio mtu wa kupiga hatua. Swala hili linatokea sana, hasa katika jamii yetu iliyotuzunguka haya maswala ya kishetwani, haya maswala ya kichawi, kwa ajili ya kuoneana wivu. Kwa sababu tu mtu anakuhusudu anaumia kuona maendeleo yako kuona mafanikio yako, furaha yake ni kukuona unapitia shida anaamua kukufanyia mambo kama haya. Mambo haya yanatumika sana katika shughuli zetu za utafutaji wa kimaisha, katika kazi tunazofanya, tunakuwa tunahusudiana sana. Katika sekta za kiserikali mbalimbali, watu wanahusudiana wanafanyiana vitu vibaya. katika karne zilizopita katika ujio wa mtukufu wa daraja Mtume Muhammad alisadikisha, Wayahudi walikiterekeza kitabu cha Torati, na wakaanza kushughulishwa na yale mafundisho yaliyokuwa yakisemwa na mashetwani katika ufalme wa mfalme Suleiman. Mashetwani walikuwaga wakienda mbinguni na kuyasikia yale yalikuwa yakizungumzwa mbinguni, na walipokuwa wakirudi ardhini katika dunia yetu walianza kuandika vitabu ambavyo vilikuwa vikifundisha uchawi na vile vile, watu wengi sana walianza kujifunza masomo ya kishetani na kuanza kusoma vitabu vya kichawi. Kitu hiki kilimuumiza sana mfalme Suleiman bin Daud. Akaona hivi vitabu vinavyoandikwa na mashetani vitakuja kuleta athari kubwa sana katika dunia kama watu watavisoma, na vitakuja kuleta mitihani na matatizo makubwa sana katika utawala wake. Aliamua kuvikusanya vitabu vyote vilivyoandikwa na mashetani, vitabu vibaya vyenye hatari vilivyokuwa vikifundisha uchawi, na kuvifukia na kuvizika kabisa chini ya kiti chake cha enzi. Mfalume Suleiman hakupenda watu wajifunze uchawi, maana uchawi ni kufuru ambao ingewatenganisha watu baina yao na muumba wao. Mfalume Suleiman hakupendezwa na hicho kitu, na ndio maana aliamua kuvizika vile vitabu ambavyo vilikuwa vinafundisha uchawi kutoka kwa mashetani. Lakini Ibilisi aliwaonyesha watu pale alipofikia vitabu Mfalume Suleiman, na akawaambia kama unahitaji kuwa strong uwe na pawa, uwe na nguvu kama nguvu alizokuwa nazo mfalme Suleiman, fukueni hapo na mchukue hivyo vitabu na mvisome. Kuna benki isiyokwisha, hata mfalme Suleiman hakuweza kuusadiki upepo pasina hivyo vitabu na hata mfalme Suleiman hakuweza kuwatawala mashetani pamoja na majini pamoja na ndege pasipokuwa na hivyo vitabu. Haya ndiyo maneno Ibilisi aliwaambia watu, na watu wakawa wanahitaji kuwa na nguvu kama mfalme Suleiman. Waliamua kukufuru na kuanza kuvisoma hivyo vitabu na kujifunza uchawi. Watu wakawa wanafanya maajabu mengi sana, mtu akawa anamtoa mwenzake jicho na kuliweka pembeni na kisha kulirejesha lile jicho pahala pake. Na mtu akawa na uwezo wa kufanya uchawi wa kumkata mwenzake kichwa na kukiweka pembeni kwa muda kadhaa, na kisha kukirejesha kile kichwa pahala pake kilipokuwa kimekatwa. Baadhi ya watu wakawa wanafanya maajabu mengi sana ya kichawi, wanafanya kufuru za kichawi, ikapelekea mpaka wakajipa utume, wakaanza kujinadi kuwa wao ni mitume waliteuliwa na Mola wetu mlezi. Watu wakajivika unabii na kuanza kujinadi katika dunia kuwa wao ni manabii. Kitu kama hiki kilimchukiza sana Mola wetu mlezi na muumba wetu aliyeumba ardhi aliyeumba mbingu aliyewaumba malaika kwa nuru aliyewaumba majini kwa moto na aliyetuumba sisi wana wa Adamu anatupenda sana, hapendi kutuona tuwe ni watu wenye kupotea na tuwe watu wenye kukufuru. Ikabidi mola wetu mlezi awatume malaika wawili kuja kutulingania sisi watu au sisi wana wa Adamu na aliwatuma malaika hawa katika zama hizo katika nchi ya Iraq katika mji wa Babylon, kuja kutulingania na kutufanyia mtihani. Na aliwatuma hawa malaika kuja kuwapa ukumbusho miongoni mwa watu waliokufuru. Katika zama hizo walikuwa wakifanya maajabu ya uchawi, mpaka wakaanza kujiita kuwa wao ni manabii, wakajivika utume. Malaika hawa waliwaambia watu kwamba hicho mnachokifanya sio unabii, bali hayo mnayoyafanya ni matendo ya kichawi na hivyo mnavyovifanya ni kufuru na Mola wetu mlezi amevikataza. mumba wetu, mtu yoyote anayefundisha watu uchawi, mtu huyu anahesabika amekufuru, na mtu yoyote mwenye kufanya uchawi, mtu huyu anahesabika kwamba amekufuru. Malaika hawa wanafahamika kwa jina la Harutin wa Marutin. Hawakuweza kuwafundisha watu uchawi mpaka walipowabainisha kwamba sisi ni mtihani na tunasomesha uchawi, lakini ni kufuru. Yoyote ambaye atakaye amua kujifunza uchawi anatakiwa kufahamu kwamba uchawi ni kufuru, ni ushetwani ambaye Mola wetu mlezi ameukataza, na sisi tumekuja kuwapeni mtihani, na sisi ni mtihani kwenu nyinyi na hata hiki ambacho mnakifanya sio unabii bali mnafanya ni uchawi, na ili muamini kwamba ni uchawi hiki ambacho tunawasomesha, basi ni uchawi na ni kufuru, na hamtakiwi kukufuru. Miongoni mwa baadhi ya watu waliwambia malaika hawa wawili Harutin wa Marutin, tufundishe hivyo hivyo hata kama ni kufuru, watufundishe hivyo hivyo. Hakika malaika wameumbwa kwa nuru, na malaika hawajawahi kumkosea Mola wetu mlezi. Malaika ni wenye kutekeleza oda wanayoagizwa na Mola wetu mlezi. Hawajawahi kupinga oda ya Mola wetu, na hakuna malaika ambaye amewahi kukufuru, bali wanafuata oda na kila kitu kinachotokea katika hii dunia inatokea kwa sababu na Mola wetu mlezi yupo juu ya sababu, na mchawi hawezi kukufanyia uchawi na kukuloga bila ya sababu au bila Mola wetu mlezi kuruhusu hiyo sababu itokee. Malaika hawa Harutin wa Marutin walitumwa kwetu kuja kutufanyia mtihani, lakini sio kwamba tukufuru. Walikuja kwa ajili ya kutujuza sisi binadamu kuwa uchawi ni kufuru, uchawi hautakiwi na wala sio unabii. Na mtu yoyote anayefundisha uchawi amekufuru, na mtu yoyote anayefanya uchawi amekufuru. Malaika wameumbwa kwa nuru, na malaika hawajawahi kumkosea Mola wetu Mlezi. Malaika hawali wala hawajamiani, na malaika hawajawahi kupinga oda wanayeagizwa na muumba wetu, na hakuna malaika ambaye amewahi kukufuru, hata hawa malaika wawili harutin wa marutin Sio kwamba ni malaika wamekufuru, bali wametumwa kuja kutufanyia sisi mtihani. Majini wameumbwa kwa kutokamana na moto na wameumbwa na madhaifu, na sisi wana wa Adamu pia tunatokamana na udongo tumeumbwa na madhaifu hivyo moto umeumbwa kwa ajili yetu sisi binadamu, pamoja na majini, na Mola wetu mlezi anatupenda sana, ila kama unaamua kukufuru inshallah we kufuru. Kama unaamua kufanya uchawi, kuwadhuru watu, kuwaletea watu shida, wewe fanya. Na kama unaamua kufundisha watu uchawi, wewe fanya, lakini hutoweza kubaki daima na milele katika hii dunia. Kama unavyoona hapa, daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali mbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano basi, kwa Dokta Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dokta Musa nina kila aina za dawa mbalimbali mbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na nadawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali mbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita, kwa tiba pamoja na dua, usisite kunitafuta Dokta Musa, kupitia namba alama ya jumlisha 255 784 120 592 na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.